Walivaa sare za vita, walishika bunduki, walitumwa kupigana kwa ajili ya uhuru. Lakini uhuru huo haukuwa wao. Walipotekwa vitani, hawakuonekana tena kama wanajeshi, walionekana kama mili ya bei nafuu, rangi isiyo na thamani. Hii ni hadithi ya wanaume wa Afrika waliopigana bila uhuru na wakafungwa bila sauti. Kijiji kilikuwa kimya asubuhi ile, jua lilikuwa bado halijapanda juu na upepo mdogo ulipita juu ya nyasi ndefu. Wanaume walikuwa wamekusanyika karibu na mti mkubwa wa mkuyu, wakisikiliza mtu mmoja aliyevaa sare ya kigeni. Alizungumza kwa lugha ambayo wengi hawakuielewa vizuri, lakini ujumbe ulikuwa wazi: vita inahitaji wanaume, dola inawaita. Kwa wengi wao hii haikuwa hiari, ilikuwa amri. Ukikataa unaadhibiwa, ukikubali unaahidiwa mshahara mdogo, heshima na ahadi isiyoeleweka ya kulinda ulimwengu. Hawakuambiwa adui ni nani hasa, hawakuambiwa watapelekwa wapi, hawakuambiwa kuwa safari hii ingeishia kwenye kambi za wafungwa, mbali na nyumbani, mbali na utu wao. Hawa walikuwa wanaume wa Afrika, wakulima, wachungaji, wafanyakazi wa bandari, vijana ambao hawajawahi kutoka nje ya mkoa wao. Lakini mwaka 1939 dunia ilivunjika. Vita vya pili vya dunia vilianza na Afrika ikawa ghala la wanajeshi kwa mataifa ya Ulaya. Kwa macho ya watawala wa kikoloni hawa wanaume hawakuwa raia kamili, walikuwa rasilimali, mikono ya kubeba mizigo, miili ya kutumwa mstari wa mbele, sauti za kupaza amri, lakini si kuuliza maswali. Walivaa sare za Uingereza, Ufaransa, Ubelgiji au Italia, lakini mioyoni mwao walibaki wa Afrika, watu ambao hawakuwa na sauti kwenye maamuzi ya vita. Walipofundishwa kijeshi, mafunzo hayakuwa sawa. Silaha walizopata zilikuwa za zamani, chakula kilikuwa kidogo, adhabu ilikuwa kali. Mara nyingi waliambiwa wazi, nini mpo hapa kusaidia, si kuongoza. Lakini walipofika vitani, risasi hazikutambua rangi, mabomu hayakujua tofauti kati ya askari mweusi na mweupe. Katika mapambano ya afrika kaskazini, mashariki ya kati, na hata ulaya Wanajeshi weusi walipigana bega kwa bega na wenzao wa Ulaya. Walilinda njia za usambazaji, walishambulia ngome, walivumilia jua kali la jangwani na baridi ya ajabu ya bara la Ulaya. Waliona vifo kwa macho yao, walibeba majeruhi, walizika marafiki bila majina. Lakini wakati mstari wa mbele ulipovunjika, adui alipovamia, kweli mchungu ulianza. Walipotekwa, hawakutekwa kama wanajeshi wa kawaida. Kwa wanajeshi weusi kukamatwa hakukuwa mwisho wa mapigano tu, kulikuwa mwanzo wa mateso ya aina nyingine. Adui aliwaona kwanza kwa rangi yao, si sare waliyoivaa. Wengine waliitwa watumwa waliovaa sare, wengine waliambiwa hawana haki za mfungwa wa vita. Kwa baadhi yao, walitenganishwa mara moja na askari weupe, walipigwa, walidhalilishwa, walifanyishwa kazi nzito. Hakukuwa na Red Cross, hakukuwa na barua za nyumbani. Hakukuwa na rekodi sahihi, ilikuwa kana kwamba walitoweka. Lakini hata kabla ya kutekwa, walikuwa tayari wamefungwa kwa njia nyingine. Walikuwa wamefungwa na mfumo wa kikoloni uliowaona kama chombo, si kama binadamu kamili. Vita vilikuja, lakini uhuru haukuja pamoja navyo. Kwa wengi wao, swali halikuwa kwa nini tunapigana, swali lilikuwa tunaruhusiwa kuishi? Katika kumbukumbu chache zilizobaki tunasikia sauti zao kwa mbali. Askari mmoja kutoka Afrika magharibi aliwahi kusema baadaye, tulipigana vita ya watu wengine, lakini mateso yalikuwa yetu. Maneno hayo yanabeba uzito wa kizazi kizima. Walipoondoka nyumbani, waliahidiwa kuwa mashujaa, lakini historia iliwapokea kama kivuli. Hakukuwa na sanamu, hakukuwa na sherehe, kulikuwa na ukimya. Na bado, kabla ya kuwa wafungwa, kabla ya kuwa waathirika wa mfumo wa ubaguzi wa vita, walikuwa wanaume waliokuwa na majina, familia, ndoto. Wengine walikuwa hawajawahi kuona bahari kabla ya kusafirishwa kwa meli za kijeshi. Wengine hawakuwahi kusikia lugha ya Kijerumani au Kitaliano, lakini waliishia kuamshwa na sauti zake ndani ya kambi. Sehemu hii ya hadithi inaanza hapa, sio kwenye kambi za wafungwa, bali pale walipoitwa kupigana. Katika ardhi yao wenyewe, kwa vita ambayo haikuwa yao. Mapigano yalikuwa yamechukua saa nyingi, moshi ulikuwa umefunika anga na sauti za milipuko zilikuwa zimechanganyika na kelele za majeruhi. Kwa askari wengi wa Afrika, siku ile ilianza kama nyingine yoyote ya vita: hofu, jua kali na amri zisizoisha. Lakini ilimalizika kwa mikono juu, silaha zikiwa zimelala ardhini na macho ya adui yakitazama kwa njia ambayo hawakuwahi kuiona kabla. Walipotekwa hawakutekwa kama wanajeshi tu, walitazamwa kwanza kama watu weusi. Kwa askari weupe waliotekwa, kulikuwa na taratibu, kulikuwa na mahojiano, kulikuwa na orodha, kulikuwa na neno mfungwa wa vita. Lakini kwa askari wengi wa Afrika hali ilikuwa tofauti. Mara tu walipotenganishwa, mstari mmoja ulivunjika, ule wa utu. Baadhi yao walivuliwa sare zao mara moja, walipigwa kwa sababu ya kuuliza maji walitukanwa kwa lugha wasioielewa, lakini waliisikia chuki ndani yake. Adui hakuwachukulia kama wanajeshi halali. Kwa macho ya baadhi ya walinzi, hawa hawakuwa askari, walikuwa watu waliovaa sare bila haki. Katika Afrika Kaskazini na Ulaya ya Kusini, askari weusi waliotekwa walitenganishwa na wenzao, waliwekwa pembeni. Wengine hawakusafirishwa hata kwenda kambini kama wafungwa wa kawaida walibaki nyuma kufanya kazi za kulazimishwa, kubeba mizigo, kuchimba mitaro, kurekebisha barabara zilizoharibiwa na mabomu. Kazi ngumu chini ya ulinzi mkali. Kulikuwa na askari mmoja kutoka Afrika Mashariki ambaye baadaye alikumbuka, tulipochukuliwa mateka, niliona askari mzungu akipewa maji, mimi niliomba maji nikapigwa. Ndipo nikajua vita hii ina sheria mbili. Sheria hizo hazikuandikwa vitabuni, Ziliishi katika macho ya walinzi, katika sauti za amri, katika adhabu zisizoelezeka. Askari weusi mara nyingi hawakutambuliwa chini ya mikataba ya kimataifa. Kwa adui, rangi yao iliwafanya wasistahili ulinzi ule ule. Wengine walipelekwa Ulaya, safari ndefu kwenye mabehewa ya mizigo au meli zilizokuwa zimejaa kupita kiasi. Hawakupewa maelezo, hawakujua wanaelekea wapi. Walijua tu kuwa wanazidi kuondolewa mbali na nyumbani bali na matumaini ya kuachiliwa haraka. Safari hizo zilikuwa za kimya. Hakukuwa na nyimbo. Hakukuwa na mazungumzo mengi. Njaa ilizungumza badala ya maneno. Baridi iliingia mfupani. Wengi walikuwa hawajawahi kuhisi baridi kali ya bara la Ulaya. Miili yao haikuwa tayari. Lakini hakuna aliyesikiliza. Walipofika kambini, tofauti iliendelea. Kambi nyingi zilikuwa zimeundwa kwa askari weupe wa Ulaya. Lakini askari weusi waliwekwa kwenye sehemu mbaya zaidi: vibanda vya zamani, hema, au majengo yasiyo na joto. Chakula chao kilikuwa kidogo zaidi. Kazi yao ilikuwa nzito zaidi. Lakini mateso hayakuwa ya kimwili pekee. Kulikuwa na mateso ya kiakili. Kila siku waliambiwa, kwa njia ya wazi au ya siri, kuwa hawana thamani, kwamba walikuwa wametumwa vitani kwa sababu mili yao ilikuwa ya bei nafuu, kwamba kifo chao hakikuwa hasara. Wengine walilazimishwa kufanya kazi hata chini ya mashambulizi ya anga. Walikuwa wakitengeneza barabara au reli wakati ndege za adui zilipita juu yao. Walinzi walikimbilia mafichoni. Wafungwa weusi waliachwa wazi. Katika baadhi ya maeneo, askari weusi waliwawa baada ya kutekwa. Hakukuwa na rekodi. Hakukuwa na uchunguzi. Miili yao ilizikwa kwenye makaburi ya pamoja, bila majina, bila alama. Familia zao hazikuwahi kujua kilichowapata. Lakini hata ndani ya giza hili kulikuwa na mshikamano. Waafrika kutoka maeneo tofauti, magharibi, mashariki, kati walishirikiana. Lugha zilikuwa tofauti, lakini mateso yalikuwa yale yale. Waligawana chakula kidogo walichokuwa nacho. Walitazamana machoni na kuelewana bila maneno. Askari mmoja kutoka Afrika ya kati aliwahi kusema, tulipokuwa kambini Hatukuwa tena kutoka makabila tofauti, tulikuwa Waafrika tu. Kauli hii inaonyesha kitu ambacho vita vilishindwa kuvunja, utu wao wa ndani. Lakini kila siku ilipita kwa hofu, hofu ya adhabu, hofu ya njaa, hofu ya kusahaulika kabisa. Hakuna aliyewahakikishia kuwa dunia inajua wako wapi. Hakuna aliyewahakikishia kuwa vita ikiisha, wao watakumbukwa. Wakati mwingine waliona askari weupe wakipelekwa mbali pengine kubadilishwa kama wafungwa, lakini wao walibaki, walibaki kufanya kazi, walibaki kuhesabu siku bila kalenda. Kwa wengi, wakati huo ndipo walipoanza kuelewa ukweli mchungu: walipigana bila uhuru, na sasa walikuwa wafungwa bila haki. Vita haikuwapa heshima, sare haikuwalinda, dola haikuwatetea. Lakini hadithi yao haikuishia hapa. Ndani ya kambi hizo, chini ya mateso kulizaliwa kitu kingine: kumbukumbu -kumbu, hasira ya kimya na swali ambalo lingewafuata maisha yao yote. Je, tulikuwa nani kwa dunia hii? Asubuhi kambini haikuanza na alfajiri, ilianza na ilianza sauti, milango ya chuma ikigongwa, sauti kali za walinzi, mbwa wa kibweka na kelele za haraka zisizo na huruma. Wafungwa waliinuka polepole kutoka ardhini au kutoka kwenye magodoro ya majani yaliyokuwa yamechakaa tumbo lilikuwa tupu, lakini kazi iliwangoja kwa wafungwa weusi wa vita. Siku haikuwa na tofauti, kila siku ilikuwa mapambano ya kuishi. Hakukuwa na ratiba rasmi iliyoandikwa kwao, kulikuwa tu na amri: fanya kazi, nyamaza, usiulize. Chakula kilikuwa sehemu ya kwanza ya mateso. Mara nyingi walipata bakuli la maji yenye rangi ya kahawia yaliyodaiwa kuwa supu. Kipande kidogo cha mkate mgumu kiligawanywa kwa wanaume kadhaa. Ilikuwa haitoshi hata kwa mtoto, sembuse mwanaume aliyekuwa akifanya kazi nzito kwa masaa mengi. Njaa ilikuwa rafiki wa kila siku, ilikaa tumboni, kichwani na hata kwenye ndoto. Askari mmoja kutoka Afrika Magharibi aliwahi kukumbuka, nilianza kusahau ladha ya chakula, nilijua tu njaa. Maneno hayo yanaonekana rahisi, lakini ndani yake kuna mateso ya miezi na miaka. Baada ya chakula hicho kidogo, kazi ilianza. Wafungwa weusi walitumwa kufanya kazi ambazo walinzi hawakutaka kufanya. Kuchimba mashimo marefu, kubeba mawe mazito, kukata miti kwenye baridi kali, kurekebisha reli zilizoharibiwa. Wengine walilazimishwa kufanya kazi viwandani, wakitengeneza vifaa ambavyo vilitumiwa kuendeleza vita ile ile iliyowafunga. Hakukuwa na mapumziko ya kweli. Mtu akichoka na kuanguka, adhabu ilifuata. Viboko, kupigwa kwa bunduki. Kunyimwa chakula cha jioni. Wengine walifungwa peke yao kwenye vyumba vidogo vya giza kwa siku kadhaa bila maji ya kutosha. Lakini mateso hayakuwa ya mwili pekee. Kulikuwa na vita nyingine, vita ya akili. Wafungwa waliambiwa mara kwa mara kuwa hawana maana, kwamba vita ikiisha, hakuna atakayewatafuta, kwamba walikuwa wameachwa. Maneno hayo yalirudiwa mpaka yakaanza kukaa akilini. Kwa wanaume wengi wa Afrika Hili lilikuwa pigo kubwa. Walikuwa wametoka katika jamii ambazo heshima ya mwanaume ilikuwa muhimu. Sasa walikuwa wakilazimishwa kuinama, kuamriwa kama watoto na kudhalilishwa mbele ya wenzao. Lakini hata ndani ya hali hii ubinadamu haukukufa kabisa. Usiku baada ya kazi, walipokusanyika kimya kimya, walizungumza kwa sauti ndogo, walishirikiana hadithi za nyumbani: kijiji, mto, shamba, harusi, sauti ya mama. Kumbukumbu hizo zilikuwa chakula cha roho, ziliwakumbusha kuwa walikuwa zaidi ya wafungwa. Wengine walitunga nyimbo kwa sauti ya chini, nyimbo zisizo na ala, nyimbo za huzuni na matumaini. Hakukuwa na maneno mengi, mara nyingi ilikuwa sauti tu, sauti ndefu nzito, inayobeba uchungu, lakini nyimbo hizo ziliwapa nguvu ya kuamka siku iliyofuata. Kulikuwa pia na vitendo vidogo vya uasi wa kimya: kushirikiana chakula kwa siri kuficha majeruhi mdogo ili asipelekwe kazini siku hiyo, kuchelewesha kazi kwa makusudi, hata kama ilimaanisha adhabu. Haya hayakuwa mapinduzi, lakini yalikuwa njia ya kusema bado sisi ni binadamu. Lakini si kila mtu aliweza kuvumilia. Wengine walianguka kabisa, miili ilikonda mpaka mifupa ikaonekana. Magonjwa yalisambaa: homa, kuhara, maambukizi ya mapafu. Dawa zilikuwa chache au hazikuwepo. Wafungwa weusi mara nyingi walikuwa wa mwisho kupewa matibabu, kama walipewa kabisa. Vifo vilikuwa vya kawaida kiasi cha kutisha. Mtu alilala usiku, asubuhi hakuamka. Hakukuwa na mazishi ya heshima, hakukuwa na sala. Mwili ulipelekwa nje ya kambi, mara nyingi bila jina, bila kumbukumbu. Wenzake walitazama kimya kimya, wakijiuliza ni nani atakayekuwa anayefuata. Katika kambi nyingi kulikuwa na ishara ndogo ya matumaini: uvumi, uvumi kwamba vita inaelekea kuisha, uvumi kwamba majeshi ya washirika yanasonga mbele, uvumi kwamba kutakuwa na uhuru. Lakini uvumi huo ulikuwa hatari pia. Ulipozimwa, uliacha maumivu makubwa zaidi. Askari mmoja kutoka Afrika Mashariki aliwahi kusema baadaye, kilichokuwa kigumu zaidi haikuwa njaa, ilikuwa kutokujua kama dunia inajua bado tuko hai. Wafungwa weusi hawakuandikiwa barua. Familia zao hawakupewa taarifa sahihi. Wengine walitangazwa kuwa wamekufa wakati bado walikuwa hai kambini. Wengine hawakutajwa kabisa. Ilikuwa kana kwamba walikuwa wamefutwa kutoka kwenye hesabu ya vita. Na bado kila siku waliamka, kila siku walitembea kwenda kazini, kila siku walijaribu kubaki watu, si namba. Hii ndiyo ilikuwa vita yao ya kweli, ndani ya kambi. Vita haikuwa tena kati ya mataifa, ilikuwa kati ya kukata tamaa na kuendelea kuishi. Na kwa wengi, ushindi pekee ulikuwa kuamka asubuhi nyingine. Lakini dunia nje ya waya wa miiba ilikuwa inabadilika. Mapigano yalikuwa yanakaribia mwisho, na wakati huo ulipofika, wafungwa weusi wangegundua kuwa hata uhuru una ladha tofauti kulingana na rangi yako. Kulikuwa na siku ambayo sauti za mabomu zilinyamaza. Hakukuwa na mlipuko mkubwa wa shangwe kambini. Hakukuwa na nderemo. Kulikuwa na ukimya mzito wa tahadhari. Wafungwa walikuwa wamezoea kusikia uvumi ambao haukuwa kweli, lakini taratibu, dalili zilianza kuonekana. Walinzi walipungua, amri zilipungua, mlango mmoja ulifunguliwa bila kelele. Vita ilikuwa imekwisha. Kwa wafungwa wengi wa Ulaya, huu ulikuwa mwanzo wa safari ya kurudi nyumbani lakini kwa wafungwa weusi wa Afrika mwisho wa vita haukumaanisha mwisho wa mateso. Uhuru haukuja wote kwa wakati mmoja, wala kwa usawa. Baadhi yao waliachiliwa ghafla, bila maandalizi. Walikuwa wamekonda, wagonjwa na hawakuwa na hati. Hawakujua pa kwenda. Ulaya haikuwa nyumbani kwao, lakini pia hawakuwa na njia ya haraka ya kurudi Afrika. Walikaa kwa miezi, wakati mwingine miaka, katika kambi za mpito wakisubiri maamuzi ya watu ambao hawakuwaona. Wengine hawakuachiliwa mara moja kabisa, walibaki kufanya kazi. Kambi zilibadilisha jina lakini si hali. Waliambiwa wanahitajika kusaidia kujenga upya barabara, reli na miji iliyoharibiwa. Kazi ya kulazimishwa iliendelea, sasa chini ya jina la urejeshaji. Kwa askari weupe waliokuwa wafungwa kulikuwa na sherehe za kurudi, medali, maneno ya shukrani lakini kwa askari weusi kulikuwa na ukimya. Hakuna aliyeharakisha kuwatambua kama mashujaa, hakuna aliyeuliza walichopitia. Askari mmoja kutoka Afrika Magharibi alikumbuka wakati alipoachiliwa, tuliaminishwa kuwa tumerudi huru, lakini sikuhisi kama mtu huru. Nilihisi kama mzigo ambao hakuna aliyekuwa na haraka nao. Safari ya kurudi nyumbani ilikuwa ndefu na ya kudhalilisha. Wengine walisafirishwa kwenye meli zile zile za mizigo walizotumiwa kupelekwa vitani. Hawakupata matibabu ya kutosha, wengine walifariki njiani, hata baada ya vita kuisha. Vifo hivyo havikuhesabiwa kama vifo vya vita. Walipofika Afrika, walirudi kwenye ulimwengu ambao haukuwa ule waliowacha. Vijiji vilikuwa vimebadilika, familia zilikuwa zimechoka kusubiri, wengine walikuwa wamefiwa na wake au wazazi wengine walirudi na majeraha yasiyoonekana: hofu, hasira ya kimya, ndoto mbaya. Lakini hata nyumbani hawakupokelewa kama mashujaa. Serikali za kikoloni zilikuwa na kumbukumbu fupi. Malipo waliokuwa wameahidiwa yalicheleweshwa au kupunguzwa, baadhi hawakulipwa kabisa. Pensheni zilikuwa ndogo au hazikuwepo. Zaidi ya yote, heshima haikuja. Waliambiwa warejee mashambani, bandari, migodini, kama kwamba vita haikutokea, kama kwamba mateso yao hayakuwa na maana. Lakini ndani yao kitu kilikuwa kimebadilika. Wengine walikuwa wameona Ulaya kwa macho yao, walikuwa wameona udhaifu wa mataifa yaliyodai kuwa yasiyoshindwa, walikuwa wameona jinsi rangi yao ilivyotumiwa kama kigezo cha thamani, na walikuwa wameona kuwa dunia iliyozungumzia uhuru haikuwakusudia wao. Hasira ilianza kukua polepole Siyo hasira ya ghafla, bali ile ya muda mrefu ya kimya. Ilionekana katika maswali waliouliza: kwa nini tulipigana? Kwa nini tulifungwa? Kwa nini sasa tunanyamazishwa tena? Katika baadhi ya maeneo wafungwa wa zamani waliungana, walizungumza, walikumbushana, walitumia kumbukumbu zao kama silaha. Vita ilikuwa imewaonyesha sura ya kweli ya mfumo wa kikoloni na hawakuweza kuisahau. Lakini wengi hawakuwa na jukwaa la kuzungumza, hawakuwa na waandishi wa kuandika hadithi zao, hawakuwa na kumbukumbu rasmi. Walibaki kuwa kivuli ndani ya historia ya vita ambayo iliandikwa kwa lugha ya Ulaya. Mataifa yalipoadhimisha ushindi, Afrika ilihesabu majeraha. Maelfu ya wanaume walirudi wakiwa wamevunjika kimwili na kiakili, wengine hawakurudi kabisa, lakini majina yao hayakuandikwa kwenye vitabu vya historia. Hawakutajwa kwenye filamu, hawakuwekwa kwenye makumbusho. Na bado mateso yao hayakuwa bure kabisa. Bila kujua, walikuwa wamebeba mbegu ya kitu kikubwa zaidi, kitu ambacho kingechukua miaka kuchipua. Walikuwa wamejifunza kuwa sare haimaanishi usawa, kwamba kupigana kwa ajili ya uhuru wa wengine hakuhakikishi uhuru wako, na kwamba heshima hailetiwi, inapiganiwa. Mwisho wa vita haukuwapa amani lakini uliwapa ufahamu na ufahamu huo ungeanza kubadilisha Afrika taratibu, kimya kimya. Baada ya kurudi nyumbani, wafungwa wengi wa vita hawakuwa tena wale vijana waliokuwa wameondoka. Walirudi na miili iliyobeba alama za kazi ya kulazimishwa, lakini zaidi ya yote, walirudi na macho yaliyokuwa yameona ukweli, ukweli ambao haukuweza kufutwa na ahadi za zamani za kikoloni. Katika vijiji na miji ya Afrika walikaa kimya kwa muda Si kwa sababu hawakuwa na la kusema, bali kwa sababu hawakuulizwa. Lakini ndani ya kimya hicho, mawazo yalikuwa yakikuwa. Walikuwa wameona dunia nje ya mipaka yao, walikuwa wameona waafrika wakidhalilishwa hata walipovaa sare za dola. Na walikuwa wameelewa kitu kimoja kwa uwazi: mfumo uliowatuma vitani haukuwa na nia ya kuwaheshimu. Wafungwa wa zamani walikuwa mashahidi hai wa unafiki wa himaya. Ulaya ilizungumza juu ya uhuru, haki na utu, lakini ilipuuza yote hayo ilipokuja kwa askari weusi. Hadithi hizi zilianza kusambaa polepole, kwa mazungumzo ya faraga, kwenye vijiwe, kwenye mikutano ya siri. Askari mmoja wa zamani kutoka Afrika Mashariki aliwahi kusema, "Tuliporudi, hatukuweza tena kuamini maneno yao. Tulikuwa tumeona jinsi wanavyotutazama." Katika miji mikubwa wafungwa wa zamani walikutana na wanaume wengine waliokuwa wamepigana vitani, lakini hawakutekwa. Walibadilishana hadithi, walilinganisha mateso, na katika kulinganisha huko, hasira ilipata mwelekeo. Haikuwa tena hasira ya mtu mmoja, ilikuwa hasira ya kizazi. Wengine wao walijiunga na vyama vya wafanyakazi, wengine waliinua sauti zao katika maandamano ya kwanza ya kudai haki, wengine walikuwa walimu wakizungumza na vijana juu ya kile walichokiona. Hawakuhitaji vitabu vya historia, walikuwa historia hai. Lakini bado mfumo ulijaribu kuwanyamazisha. Serikali za kikoloni hazikutaka hadithi hizi zisikike. Kumbukumbu kumbu rasmi za vita ziliandikwa bila wao. Majina ya wafungwa weusi hayakuandikwa kwenye mawe ya ukumbusho, mateso yao yaliwekwa pembeni kama maelezo madogo. Kwa miongo mingi historia ya vita vya pili vya dunia ilisimuliwa bila Afrika. Ilikuwa hadithi ya Ulaya dhidi ya Ulaya. Wakati Afrika ilitajwa, ilitajwa kama eneo la mapigano, si kama chanzo cha watu waliotoa damu na maisha yao. Lakini kumbukumbu haziishi tu kwenye vitabu, zinaishi kwa watu. Familia za wafungwa wa zamani zilikuwa zikiwa na maswali. Kwa nini babu hakuwa akizungumza juu ya vita? Kwa nini alikuwa akiamka usiku akiwa na hofu? Kwa nini alikataa kuvaa sare yoyote tena? Maswali haya yalirithishwa kizazi hadi kizazi. Kwa wengine kumbukumbu zilikuwa nzito sana kuzungumzia, walichagua kimya. Lakini hata kimya hicho kilikuwa ujumbe, kilizungumza juu ya maumivu ambayo hayakuwa na nafasi katika dunia iliyotaka kusahau. Katika miaka iliyofuata, harakati za uhuru zilipoanza kuongezeka Afrika, sauti za wafungwa wa zamani zilisikika tena. Wengine walikuwa viongozi, wengine walikuwa washauri, wengine walikuwa askari wa mstari wa mbele katika mapambano mapya, si kwa bunduki, bali kwa mawazo. Walijua vizuri maana ya kutumwa kupigana kwa ajili ya uhuru ambao haukupiwi. Walijua gharama ya kimya na walijua kuwa historia ikipewa wengine iandikwe, Waafrika wangeendelea kuwa kivuli. Lakini bado, hata baada ya mataifa mengi ya Afrika kupata uhuru, Wafungwa weusi wa vita vya pili vya dunia waliendelea kusahaulika. Serikali mpya zilikuwa na changamoto nyingi. Vita vya zamani vilionekana mbali. Malipo hayakulipwa. Msamaha haukutolewa. Ilikuwa kana kwamba vita ile haikuwa na mahali pa kukaa kwenye kumbukumbu ya taifa. Ni katika miaka ya hivi karibuni tu ambapo sauti zimeanza kurudi. Watafiti, waandishi na familia zimeanza kuuliza maswali. Makaburi yasiyo na majina yameanza kuchunguzwa. Hadithi zilizokuwa zimefichwa zimeanza kuonekana. Lakini bado mengi hayajasimuliwa. Wafungwa weusi wa vita hawakuwa tu waathirika, walikuwa mashahidi wa mfumo wa dunia ambao ulijengwa juu ya ubaguzi. Na ushahidi wao ni muhimu, si kwa ajili ya historia tu, bali kwa ajili ya kuelewa dunia ya leo, kwa sababu unapoangalia jinsi walivyotendewa unaona mizizi ya mambo mengi, ukosefu wa usawa, kimya cha kimataifa, na thamani ya maisha kulingana na rangi. Walipigana bila uhuru, walifungwa bila haki, lakini walirudi na kitu ambacho dola haikutarajia, kumbukumbu ambayo haingeweza kufungwa kambini. Na kumbukumbu hiyo, hata ikiwa ilifutwa kwa muda, haikufa. Kuna makaburi ambayo hayana majina, yapata maelfu, yapata makumi ya maelfu yapata zaidi ya historia inavyothubutu kukubali. Makaburi hayo yapo mbali na nyumbani, chini ya udongo wa kigeni, nyuma ya misitu ya Ulaya, karibu na reli zilizojengwa upya, au pembeni mwa kambi zilizofutwa kwenye ramani. Ndani yake wamelala wanaume wa Afrika ambao walikufa bila dunia kujua walikuwa nani. Hawakuandikwa kwenye vitabu vya shule, hawakuonyeshwa kwenye filamu za vita, hawakuwekwa kwenye sanamu za shaba, lakini walikuwepo. Walipigana, walipigana, waliteseka, na wengi hawakurudi. Walipigana bila uhuru. Kwa kizazi cha leo, vita vya pili vya dunia mara nyingi huonekana kama hadithi ya mbali, picha nyeusi na nyeupe, majina ya miji ya Ulaya, maamuzi ya viongozi wakubwa. Lakini kwa Afrika, vita ile ilikuwa tukio la mwili. Iliingia vijijini, iliingia kwenye familia, iliingia kwenye kumbukumbu za watu waliokuwa hawana sauti ya kuandika historia yao. Wafungwa weusi wa vita walibeba mzigo mara mbili: mzigo wa vita na mzigo wa rangi. Walipigana kwa mataifa ambayo hayakuwa tayari kuwatambua kama binadamu kamili, walivumilia mateso ambayo hayakuhesabiwa kama uhalifu, na walirudi nyumbani bila heshima waliyostahili. Lakini kwa nini hii ni muhimu leo? Kwa sababu historia isipoelezwa kwa ukamilifu, inarudia ukimya ule ule. Inarudia mfumo ule ule wa kuchagua ni nani anayestahili kukumbukwa na nani anayestahili kusahaulika. Wafungwa weusi wa vita vya pili vya dunia walikuwa wa kwanza kuonyesha wazi kuwa dunia inaweza kuzungumza juu ya haki huku ikivunja haki hizo kwa wengine. Kwa kuyaelewa mateso yao, tunaelewa mizizi ya majeraha mengi ya Afrika ya leo. Tunaelewa kwa nini ahadi za kimataifa mara nyingi husikilizwa kwa tahadhari. Tunaelewa kwa nini maneno ya uhuru na usawa, yana historia ndefu ya maumivu. Lakini pia, hadithi yao si ya huzuni tu, ni hadithi ya uvumilivu, ya binadamu ambaye hata anaponyanganywa jina bado anakataa kupoteza utu wake. Ndani ya kambi waligawana chakula kidogo. Walishirikiana kumbukumbu. Walikataa kuwa wanyama hata walipotendewa kama hivyo. Huo ni ushindi ambao hauwezi kupimwa kwa ramani au medali. Leo tunapokumbuka vita vya pili vya dunia, swali muhimu si tu nani alishinda. Swali ni ni nani alilipia ushindi huo kwa kimya chake? Ni nani alibeba gharama bila kupata sauti? Na ni nani bado anasubiri kutambuliwa? Kwa wafungwa weusi wa vita, heshima haikuja kwa wakati. Lakini heshima inaweza kuja hata kuchelewa. Inakuja kwa kukumbuka majina yao, hata kama hatuyajui yote. Inakuja kwa kusimulia hadithi zao hata kama zimefichwa kwa muda mrefu. Inakuja kwa kukubali kuwa historia ya dunia haiwezi kuwa kamili bila Afrika. Walipigana bila uhuru, lakini hadithi yao inaweza kuwa huru leo. Huru kutokana na ukimya, huru kutokana na kusahaulika, huru kutokana na simulizi zilizowapunguza kuwa takwimu. Kila tunaposema hadithi hii, tunarudisha kipande cha utu wao kila tunapokubali kuwa walidhalilishwa, tunapinga mfumo uliodhani ungeweza kuwafuta. Na kila tunapokumbuka, tunasema wazi, maisha yao yalikuwa na thamani. Kwa sababu historia si tu kile kilichoandikwa na washindi, historia ni pia kile kilichovumiliwa na waliopoteza sauti. Na hawa wafungwa weusi wa Vita vya Pili vya Dunia hawakupoteza utu wao. Dunia ndiyo iliyowapoteza. Ni jukumu letu kuwarudisha. Walivaa sare walishika bunduki, walipigana vita ya dunia, lakini walirudi bila uhuru. Leo angalau, tusiruhusu warudi bila kumbukumbu.